Sasa tuje kuangalia mfuniko huu hapa mweusi ambao umefunika projector sehemu za ndani. Huu mfuniko kuuelezea nimeona uwe sehemu ya mwisho kabisa, kwa sababu ya kazi yake. Kama vimefungua ndani, nimeshaonesha kama kuna taa, kuna kioo cha picha, alafu kuna vioo vingine. Na kama ufahamu tabia za taa, taa ikiwaka, mwanga wake unasambaa, hauendi sehemu moja, unasambaa kushoto, kulia, sehemu zote kwa hiyo sasa, umfuniko kazi yake yenyewe ni kuufanya mwanga usisambae nje, umeona, usisambae mwanga, ubaki humo humo ndani, lakini picha pia ikiwa imekuwa lakini picha inapokuwa imetoka, inaifanya ile picha iendelee kubaki humo humo ndani, isisambae sambae kwenda sehemu zingine. Kwa hiyo sio kamba wameuweka tu, na lazima uwe mweusi, hauwezi ukawa wa kijani, wa bluu, mwekundu, kwa sababu wakiweka huo rangi nyingine basi hiyo rangi ambayo wataiweka itaenda kuzuru ile picha ile ubora wa picha. Akakaa mfuniko mwekundu basi ile picha itatoka nyekundu. Kwa hiyo ndio maana unakuwa mweusi, kwa sababu rangi nyeusi inasababisha picha itoke na rangi yake ile ile.